Kawawamevunja kikoba leo eh? Chakuwa wamevunja kikoba, haiwezekani mm. Inawezekanaje wamama wanaagiza vitu vya bei ghali hivi, wanaagiza mawiski mapombe yenye bei ghali, wanaagiza makange sani mbili. Jamani, kuna watu wana pesa. Na mimi ngoja nipunguze umbea wangu, umbe kuje nende nikawaandalie chapochapo hapa. Mimi nichukue pesa yangu, yeah. hapa shoga yangu hiki chakula ni kitamu jamani, eh, yani hapa wana chakula kizuri sana, ndio maana napenda hii sehemu. Ah, usijali shoga yangu. Yani unajua kuna msemo mmoja unaosema kufa kufahana. Wewe umekuwa na mafiki yangu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi changu chako, chako changu. Kwa hiyo sio vizuri kama mimi nipate pesa afu nikuache utiseke. Jamani, tumekuwa tukitafuta pesa kwa muda mrefu na wewe unafahamu hilo. Ndio maana mimi nikaona tuje sehemu kama hii, tuweze kula, tuenjoy, yani tupunguze stress kwa leo tu. Baadae tuendelee na mambo mengine. Yani unajua, kutafuta pesa ni ngumu, hasa hata kuitumia iwe ngumu tena. Jamani, siku moja moja sio mbaya. Kwa hiyo shoga yangu, endelea kula, enjoy. Lakini shoga yangu, tule bata, lakini nakukumbusha, tusije tukasahau marejesho. Unajua tena kikoba chetu kile cha kikundi, yani hapa kila siku mtu inabidi awe anatoka mtu mmoja, eh, kwao tusahau kabisa, kuna efishini ya mchezo hapo. Kwa hiyo tule bata, lakini tukumbuke kwamba kuna pesa ya marejesho. Nakukumbusha shoga yangu Yaani kwa hilo shoga yangu, wewe ondoa shaka tu. Jamani, mimi najua kwamba tuna pesa ya marejesho, ndio maana nikakwambia kwenye ile pesa ambayo tumeipata kidogo tuweze tule, sio kwamba tukaitoa yote. Yaani wewe, hatuwezi tunahangaika kutafuta pesa kwa shida hapo tu tumie yote, hapana. Ile pesa ambayo tumeipata kiasi tumekuja kula, alafu nyingine kama hiyo tunaenda kupeleka kwenye marejesho. Mimi najua bado na vitu vingi ambavyo ninadaiwa. Ukiangalia hata binti yangu yule bado anadaiwa ada ya shule, kwa hiyo lazima nitoe pale pale. Kuna najua hilo shuga yangu hata usijali. Nashukuru kwa kunikumbusha. Sawa, lakini mbona wewe hauli chakula au umeshashiba shuga yangu? ni kusiku vimbiwa n ya, nimekula okay, eh? oh. Ah, yani nimevimbiwa yani, nime hapa, acha nimeshiba hatari. Ah, shuga ah, maliza yangu wewe, tuondoke jamani, jamani. Yaani kaka anapata raha jamani anaoga kwenye bafu kama hili bafu zuri. Eh? Yaani mbona mimi sijapata chumba kama hiki jamani? Mama amempendelea ame, ame kumpa chumba kama hiki. Chumba kina kina, kina bomba la mvua. Yaani ni la kweli kwa simu kama hii. Kesho mimi naoga naogea tu kwenye maji ya ndoo jamani. Ah. Na ah, ni leo nimeona bwana nje nioge huku. Ah, ndio nimechoka sana hizi kazi. Yaani jua limewaka kweli. Ngo, nilikia bafuni nende nende kajimwagia maji kidogo kidogo neza ikajisikia vizuri. Ngone, nende, nende nikaoge kwanza, maana hapa nasikia mwili unanata tini jasho tu, ehe. Yani hapa baada ya kuoga sasa nikae nipupu vizuri kabisa. Mtu mundani? Aya, fungua mlango, fungua mlango, nataka nje, mimi nitumie bafu hapo. Eh, naomba ufungue mlango hapo. Mungu wangu, yani leo nimefuma kwenye bafu la watu jamani. Sina mwambia nini huyu mkaka? Aya, sawa, nakuja kufungua. Samahani, nikuja mara moja tu huku. Nakuja kufungua. Sina mwambia nini jamani? Amenifuma leo nipo kwenye bafu lake na nitumia. Na nalikuwa hajui kama kuna mtu anaingia huku jamani mkaka tunafanya nisa, mi, nini sami nitamwambia nini mimi jamani? Nakuja na nakuja. Kumbe huko vizuri hivi, uko vizuri, bomba afu mm, kwa kweli umenivutia sana. God have na leo wili, tu kwenye nyumba wawili tu, mama yako leo hayupo kabisa. Mimi sikujua kama unatumia bafu langu, na ningekuwa najua wala nsinge kukataza, lakini leo naona ni wakati wetu sahihi wa kuonana. Samahani jamani, nimefanya makosa ruhusa yako, lakini wawili tu, na mamako mwenye nyumba hana ruhusa ya kuingia chumbani kwangu, ni kama anaanza kugundua chochote. Kwa hiyo wewe tuko na mimi leo, kwa kweli nimefurahi sana wewe kuweza kuja huku. Unahakikisha kwamba nitakuwa salama mi, mi, jamani, naogopa kwanza. Mama akinikuta, afu kingine, mimi naogopa nitapata ujauzito, itakuwaje sasa mama akija akajua? Hebu mpunguze wasiwasi wako Maria, wewe ushe kusikia wapi mtu anafanya siku moja anapata ujauzito? Haiwezekani, labda kwa wale ambao wanakuwa ni ni makonkodi, lakini wewe huwezi kupata ujauzito yani, mimba haiwezi kaingia ndani ya siku moja. Kwa hiyo niamini mimi tu, na hii itakuwa ni siri yetu kati ya mimi na wewe. Mama mwenye nyumba hawezi akajua, yani mama yako hawezi akajua chochote yani, kwa hiyo hauwezi ukapata mimba ukifanya kwa siku moja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> E, e, basi sawa, naomba ufunge huo mlango vizuri, mama sija akaingia hapa gafa akatukuta huko ndani. Usijali, mambo si ndio hao. Sasa mrembo, ulikuwa unaogopa sana kwa nini? Mimi mlango nimeshaufunga kabla ya kuingia huko ndani <laughs> e, kwa hiyo usiogope, acha punguza uoga bwana wewe yani, nichogundoe nikaoga oga sana wewe. Ah, leo umeingia kwenye kumi na nane za muuni leo